Media TV. Siku zote tunazidi kawaida, kawaida. kawaida. kawaida. kawaida. kawaida. kawaida. Tumeanza na huu mchezo wa netball, lakini na uhakika michezo mingine inakuja na itajenga udugu, umoja na ushirikiano ambao ndio imekuwa misingi ya hakika ya muungano wetu. Waasisi wetu walitafuta tuwe na fursa za aina hii, fursa za umoja wa kiuchumi, umoja wa kidugu umoja wa kifamilia, umoja wa matengamano ambayo sasa tunayaleta kupitia michezo hii, na naamini kupitia michezo tumeweza kutangaza muungano wetu vyema na vijana wetu ndani ya ofisi ya makamu wa rais. Kama nilivyosema, ametuheshimisha kufanya hayo, lakini na washiriki wengine wote ambao wanaendelea kushiriki, imekuwa ni fursa sahihi na muhimu ya kuhakikisha kwamba muungano wetu sasa tunaendelea kuenzi, kuhudumisha na kuweka katika mazingira ambayo Watanzania wote tunayategemea. Tunaenda kucheza sasa hivi, naamini tutaendelea e, na michezo na baadaye tutakuwa na fainali, na tukipata fainali tukishinda, sisi Ofisi ya Makamu wa Rais ambayo ninaombea ndio kilichotuleta zaidi. Tunamshukuru sana Katibu Mkuu na kushukuru menejimenti nzima ya Ofisi ya Makamu wa Rais kwa kuruhusu sisi tuweze kushiriki Ligi ya Muungano. Sasa sisi akina mama tunaahidi tutafanya vizuri sana ligi zinazofuata. Kwa sasa hivi katika timu kumi na moja tumeshindwa na timu moja tu, timu zote kumi tumewafunga. Tumekuwa ni washindi wa pili mpaka leo hii tarehe ishirini na tatu sisi ni washindi wa pili ofisi ya makamu wa Rais. Washindi wa kwanza ni KVZ. Michezo inatujengea umoja, upendo na mshikamano. Kama tunafahamu vijana wengi wa Tanzania walizaliwa baada ya Muungano mwaka 1964. Uh, hivyo lengo la mashindano haya ya netiboli ya Muungano ni kuwaleta pamoja vijana pande zote mbili za Muungano uh, uh, ili sasa kufahamu Muungano na kufahamu fursa zilizopo katika Muungano wetu azimu. So, mashindano kiufupi yalikuwa ni magumu sana, magumu sana, kwa sababu kila timu zilikuwa zimejiandaa vizuri sana. Hakuna timu ambayo ilikuwa inakubali kufungwa kizembe. Timu zote zilikuwa ziko nzuri sana, ila tunashukuru Mungu tumepambana, tumepambana tumeibuka na matokeo mazuri katika mechi kumi. Tumecheza mechi zetu zote kumi, tumepoteza mchezo wetu wa kwanza mmoja, na mechi nyingine zote hizi, tunashukuru Mwenyezi Mungu tumeshinda. Kwao hadi sasa kwenye msimamo wa ligi tuko sehemu nzuri sana Tunaangalia endapo aliyetufunga mechi ya kwanza na yeye akapoteza mechi yake ya kesho, ina maana huenda na sisi tukaibuka kwamba sisi ndio vinara wa, wa msimamo wa ligi, lakini all in all, sasa sisi tunashika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi. Nashukuru sana vijana wamepambana, nashukuru sana ofisi, kwa sababu viongozi wamekuja kututia hamasa kubwa sana. Pongezi kubwa sana kwa Katibu Mkuu, jana amekuja ametia hamasa kubwa sana katika kambi yetu. Jongo Media TV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 Kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV.